Ujio wangu hapa nimejifunza mengi na nimeona mengi, na kwa kweli siku ya leo nitoshe tu kusema kuwa ni siku ambayo inambadilisha kila mmoja mtazamo wake mwelekeo wake na muono wake juu ya usonji kwa watoto wetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais amenielekeza nitekeleze jukumu hili kutokana tu na kwamba angetamani sana kuja kwenu, si kwamba hakuona umuhimu wa jambo hili lakini ni kutokana na ratiba aliyokuwa nayo nyingine iliyomfanya ashindwe kuja, na hivyo akanituma mimi. Na kwa sababu hiyo naomba mnikubalie mpokee salamu zake nyingi, na nawatakia ni kila laheri kwenye siku hii ya leo. Shule ya Al Muntazir zimeanza na sisi leo katika matembezi haya. Ni wajibu wetu kama jamii kuwaunga mkono wakati wote katika kuhakikisha kuwa watoto wenye wa usonji wanapata huduma pamoja na elimu kama watoto wengine. Na hapa nieleze tu kwamba wakati tunatembea, nilikuwa ninaona kuna baadhi ya watoto wana mtu wamemshika mkono. Sasa mimi sio mtaalamu wa elimu maalum, nikamuuliza mkurugenzi kutoka Wizara ya Elimu, mbona kuna wengine wameshika mkono wengine? Kasema, hawa wanakuwa na dedicated, wana mwalimu maalum kwa kuwa nao wakati wote. Na huwa nawaambia baada ya Mungu kumuumba mwanadamu mtu mwingine anayehusika kwenye uumbaji wa mtu ni mwalimu. Na walimu hapo wametoa ushahidi kuwa mtoto wa aina yoyote wa hali yoyote katika usonji wa namna yoyote anaweza kubadilishwa akatolewa kwenye hali yake akawa mtu wa maana kwenye jamii kutokana na ufundi na ujuzi wa walimu wetu walionao wa kuwafundisha watoto hao chukue nafasi hii kuwapongeza sana walimu na mwenyekiti wa bodi pongeze sana umetafuta walimu wenye ujuzi, walimu wenye mapenzi. Kazi ya mwalimu mahali popote duniani, furaha yake haitokani na yeye mwenyewe, bali ni kuona mwanafunzi wake anafanikiwa. Nimeona walimu wametutembeza pale, tumeona watoto wanatengeneza kazi mbalimbali mbali za mikono yao. Walimu hao hao wanafanya kazi na watoto wenye matatizo hayo, Walimu hao hao wanaimba na watoto hao, walimu hao hao wanatembea na watoto hao. Mapenzi ya mwalimu duniani ni mapenzi ya mzazi kwa mtoto wake, na nichukue nafasi hii kuwaomba wazazi mahali popote tulipo, tutambue kuwa sisi kazi yetu ya kumleta mtoto duniani inakamilishwa na mwalimu anapomlea mtoto na kumfanya kwa kiumbe aa wa maana. Na kwa sababu hiyo niwapongeze sana walimu wote wa shule hii ambao mnafundisha elimu maalum. Kwa kweli mmethibitisha bila shaka yoyote kuwa walimu wenu upo kwa ajili ya kuitengeneza Tanzania iliyo